Neno la Mungu linasema ndoa ni kusudi la Mungu na sio kusudi la mwanadamu au kiumbe chochote. Ndoa ni kusudi la Mungu. Hivyo basi, tutaenda kujifunza ni nini maana ya ndoa na ni vipi ndoa ni kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena tutajifunza nini maana ya ndoa. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili wenye jinsia mbili tofauti waliounganishwa na Baba wa mbinguni, hivyo ni mwanamke na mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Tena, hivyo hawa wameunganishwa na Mungu wa mbinguni na sio kitu chochote. Ukiona kwamba mtu yeye ameenda katika akili zake, hiyo sio ndoa, hiyo siyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo basi, ndoa ina thamani kubwa, ina thamani kubwa kuliko pesa. Ndoa ina thamani ya dhahabu, ndoa ina thamani ya kazi ambayo mwanadamu anakwisha kuifanya. Hivyo ndoa ina thamani kubwa, hivyo ndoa hauwezi ukalinganisha na kitu chochote, kwa sababu ndoa ni kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo wewe kijana, ambaye unahitaji ndoa, jambo la kwanza inatakiwa utambue ni nani mwanzilishi wa ndoa, na inatakiwa utambue, inatakiwa ufanye nini, akufundishe ufanye nini ili uweze kuipata hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, ni jicho gani la kwanza ambalo liliona ndoa? Jicho gani ambalo liliona ndoa? Tunajua, tunagundua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 na ni nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo mwanamume ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tumekusha kutambua aliyeumba ndoa ni Mungu mwenyewe, katika mwanaume na mwanamke akaunganisha wakawa mwili mmoja. Ina maana kama aliunganisha wakawa mwili mmoja, ina maana ni yeye ndiye aliye katikati ya hao watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, basi mambo ya kuzingatia kwa wewe kijana ambaye unaitaka ndoa ya Mungu, mambo ya kuzingatia inatakiwa ujue inatakiwa kwanza ujue ndoa siyo kusudi lako, bali ndoa ni kusudi la Mungu mwenyewe. Jambo la kwanza, jambo la kwanza ambalo inatakiwa tujifunze kutoka kwenye haya maandiko ambayo tumekwisha kuyasoma, jambo la kwanza, Adamu alilazwa usingizi mzito. Ina maana kama alilazwa usingizi mzito akuweza kuona huyu mwanamke ameletwa vipi au ameumbwa vipi. Bwana Yesu asifiwe. Tena jambo la pili, alipotoka usingizini alijua huyu ni mke, kwa sababu ameletewa na Bwana. Hivyo Mungu siye muongo, kwamba wewe ukalala usingizi ukaacha matendo yako maovu ukaacha kuona maovu kama uzinzi ukaacha matukano ukaacha ulevi na mambo mengine, ashindwe kuletea yule mke wa kufanana na wewe, ni jambo ambalo halipo. Jambo lingine tunaona tunaona jambo lingine hapa Mungu kuna jambo ambalo amekwisha kulionyesha kwa mwanamke na mwanaume, ni kwamba mwanamke mwana, ni kwamba mwanaume atawaacha wazazi wake, ataambatana na mkewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sio kwamba mwanamke aache wazazi wake ambatane na mumewe, hapana. Mwanamume atawaacha wazazi wake ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Hivyo basi, wewe mwanamke ambaye unahitaji ndoa ya Mungu usije ukajitoa moja kwa moja ukamfata mwanamume, kwa sababu ukimfata mwanamume utakuwa umejipeleka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi katika mwili mmoja wale ambao tayari ambao tayari mmekwisha kubarikiwa ndoa ambaye Mungu amekwisha kuwabariki ndoa mnatakiwa muishije mnatakiwa katika mwili mmoja tukisoma kitabu cha Yohana sura ya kumi na tano mstari wa kumi na mbili kinasema kwamba amri yangu ndiyo hii mpendane kama nilivyowapenda ninyi Bwana Yesu asifiwe tena hivyo ndani ya kuishi katika ndoa Hamuwezi mkaishi kwa kupendana nyie kama nyie ni ngumu, lazima muanze kwanza na Mungu mwenyewe. Ina maana mkimtoa hapa Yesu Kristo ndani yenu, ina maana mtapenda fedha, mtapenda majumba, mtaweka tamaa kwa vitu ambavyo havieleweki na muda mwingine mtajikuta mmependa watoto kuliko Mungu. Jambo ambalo litapelekea Mungu ataruhusu majaribu yatakuwa mengi ndani ya hivyo vitu ambavyo mmekwisha kuvipenda. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kumpe, kumpenda Yesu Kristo pale ambapo upendo mtakuwa mmekwisha kuruhusu ndani yenu, Mungu anasema ndani yenu nyewe wawili mume mpende mke Kitabu cha Waefeso sura ya tano mstari wa ishirini na nane kinasema vivyo hivyo, imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Am, ampendaye mkewe ajipenda mwenyewe hivyo. Tunaangalia mume inatakiwa ampende mke, na kumpenda mke kunaanziaje? Lazima kwanza ampende Yesu Kristo, ndiye amfundishe kumpenda huyo nani huyo mwanamke, hivyo Ukimpenda mwanamke hauwezi uka, uwezi ukamtukana. Ukimpenda mwanamke hauwezi ukamnyanyasa. Ukimpenda mwanamke hauwezi ukamchukia tena, kwa sababu umekwisha kumpenda ule upendo wa Yesu Kristo. Hivyo ukimpenda mwanamke hauwezi ukaenda katika uasherati, kwa sababu tayari hayo utakuwa unajua ni machukizo ya Bwana, utaleta mapepo ndani hivyo tumeangalia kuna watu ambao wananyanyasa wake zao kwa kila kitu. Unakuta mtu anaishi na mwanamke, lakini mwanamke huyo ambaye Mungu amekwisha kumpa huyo mwanamke anapitia magumu. Unakuta amekonda, yani anavumilia tu vile ambavyo anafanyiwa, lakini anakuwa amechoka anavumilia tu vile ambavyo, anakuwa anaheshimu Mungu kwamba Mungu amempa ndoa. Hivyo haya ni makatazo ambayo tayari amekwisha kukatazwa na pia vile vile, kwa upande kwa upande wa mke, kwa upande wa mke, kitabu cha Waefeso sura tano mstari wa ishirini na mbili inasema enyi wake watiini waume zenu, kama utii bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana mwanamke inatakiwa awe mtii kama vile ambavyo anamtii Bwana. Hivyo mwanamke auwezi ukamtii mume kama ujamtii Mungu. Jambo la kwanza inatakiwa umtii Mungu kwanza, ndiye akupe utii wa kumtii huyo mwanamume, kwa sababu mwanaume ni kazi ya mikono yake, anajua namna ya kumfanya yeye haweze kutii. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo ipo siri kubwa ndani ya kuishi wawili, hivyo ndoa ni muhimu. Ipo siri kubwa ndani ya kuishi wawili, hivyo basi bila ndoa mtu sio kamili, tunatambua kwa kuwa wakiwa wawili anakuwa mwili mmoja, hivyo anakuwa amekamilika. Bila ndoa hapana amani, kwa sababu ndoa ni kusudi la Mungu. Utakuwa unapingana na kusudi la Mungu, mwisho wa siku unakosa amani, utakuwa haupo kamili kabisa kwenye mambo yako yote. Hivyo wewe ambaye unaishi wewe kama wewe au jitoshelezi, inatakiwa upate ndoa. Kitabu cha Waefeso, kitabu cha Waefeso sura tano mstari wa thelathini na moja na thelathini na mbili Mtume Paulo, mtume Paulo anasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nimenena kwa habari ya Kristo katika kanisa. Siri hiyo ni kubwa, yaani kwamba mwanzo anakuwa mwanaume mmoja anakuja anakutanishwa na mwanamke wanakuwa wawili wanakuwa ni mwili mmoja wanakuwa umoja ndani ya Yesu Kristo. Hiyo siri ni kubwa sana. Hivyo ni nguvu kubwa ambayo inakuwa ipo katika awa wawili. Hivyo basi, wewe ambao unasema kwamba mimi ninatosha kuwa mimi kama mimi, Mtume Paulo mwenyewe amesema siri hii ni kubwa. Usipomwelewa usipomwelewa usipo mwelewa usipo mwelewa saa usipo Usipo usipomuelewa sana huyu Mtume Paulo, unaweza ukapotea. Kwa sababu gani? Mtume Paulo alikuwa anaenenda kibinadamu na katika Roho Mtakatifu. Hivyo kumuelewa Mtume Paulo ni paka uwe una Roho Mtakatifu. Hivyo basi, tunajua kwamba Mungu zamani aliumba wawili, mwanamke na mwanaume. Wewe ambaye unakaa wewe kama wewe bado hautoshi, bado kuna vitu, bado haujatimia, bado kuna vitu hujatimia. Unatakiwa uoe au unatakiwa uolewe, upate umuombe Mungu akupe mke mwema au mume mwema. Kukaa peke yako hivyo haitoshi. Hivyo basi, katika ndoa, usalama wa ndoa, nyie ambao mnakuwa tayari mpo wawili, usalama wa ndoa ni mambo gani ya kuwa nayo makini ili muweze kuwa salama? Jambo la kwanza ni heshima. Jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili ni kutokuwa na tamaa. Heshima inaanza na pale ambapo mtakuwa mmemheshimu Mungu. Mkimheshimu Mungu, naye anawaheshimu, lakini msipomheshimu, ndio hicho kiumbe cha dunia kinakuja kinaleta matengano, ambapo mpaka watu wengine watawazalau, watasema hawa walikuwa na ndoa lakini waliachana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi Kitabu cha Waebrania Waebrania sura ya kumi na tatu mstari wa 4 mpaka mpaka wa 5 kinasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washelati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe lazi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitawapungukia kabisa wala sitakuacha kabisa sita, wala sita, sita, sita kuacha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, Mwenyezi Mungu hapa anakuisha kusema tusiwe tuna tabia ya kupenda fedha, kwa sababu hata tupungukia wala hatotuacha kabisa. Hivyo, kuheshimu ndoa ni kutokuchepuka. Kuheshimu ndoa ni kumpenda Mungu ambaye atatupa upendo wa kupendana sisi kwa sisi tatupa namna ya kupendana sisi kwa sisi. Kwa sababu gani? Tutakuwa tumeanza kwanza na kumpenda yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, wewe kijana ambaye unatafuta ndoa, ndugu yangu, lazima uanze na Mungu. Na wewe kijana au dada ambaye unaishi wewe, kama wewe haujatimia, kwa sababu kuna siri kubwa ndani ya ndoa. Ina maana mlikuwa mlikuwa mlikuwa ulikuwa peke yako inamaana Mungu ataweka, mtakuwa wawili. Inamaana mtakuwa ni mwili mmoja na pia Yesu Kristo atakuwa katikati. Inamaana mtakuwa ni umoja ndani ya Yesu Kristo, yani huyu ametoka ukoo huu na huyu ametoka wa huku, wakaja wakaunganishwa wakawa wawili, na Mungu wakakaa katikati yao. Hivyo Mwenyezi Mungu ndiye ambaye atakuwa anawapigania watu hao na pia Inafaa pia kuomba. Watu wakiwa wawili, ni ngumu sana kuanguka, kwa wale ambao wanakuwa wameheshimu ndoa ya Mungu. Hivyo basi wewe, kijana ambaye hujaoa, ndugu yangu, Mungu mwanzo amekwisha kuonyesha, amemuumba mwanamke na mwanaume, wote amewaumba na pia akawakutanisha hao wakawa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tena, baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde.